Rais wa nchi ya Burundi ametoa maoni yake kuhusiana na vita inayoendelea katika nchi ya Kongo pamoja na mashirikiano na Rwanda. Wakiojiwa na BBC asubuhi ya leo, Rais huyo ameeleza mambo kadha wa kadha kama mahojiano yalivyokuwa katika BBC. Ni ya DRC Congo mapema wiki za hivi karibuni, mzozo na kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda kumesababisha vifo vya maelfu ya watu kulingana na Umoja wa Mataifa. Rwanda haijakiri kuunga mkono kundi la M23 lakini imeshutumu makundi ya Wahutu wenye itikadi kali nchini DRC Congo kwa kutishia usalama wake. Wakati huo huo, jeshi la Burundi limetuma maelfu ya wanajeshi kusaidia jeshi la Kongo tangu Oktoba mnamo mwaka 2023 na kutuma kikosi cha ziada wiki iliyopita. Kuongezeka kwa, kwa mvutano nchini Burundi kulimsukuma msukuma askofu mkuu mashuhuri kuzungumza siku ya Jumatatu. Hatuwezi kusimama kimya wakati vita hivi vinaamsha majeraha ya migawanyiko ya kikabila, alisema Bone Vinchura na Himana, ambaye ni askofu wa Muyinga, katika maoni yaliyotangazwa kwenye redio ya ndani. Maafisa kadhaa wa kisiasa katika uongozi wa wahutu wa Burundi, ambao hawakutaka kutaja majina yao, wameliambia shirika la habari la AFP kwamba viongozi wa nchi hiyo wana wasiwasi zaidi kuhusu mzozo huo na tishio hilo limejadiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Hayo basi, ndiyo yanayoendelea katika mzozo huu ambao unaenda kuwa mzozo wa kikanda ulioanzia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sasa mvutano mkali umeibuka baina ya Rwanda na Burundi ambao kunazua hofu kuna zua hofu ya kuibuka kwa vita vya kikanda katika ukanda huu wa maziwa makuu. Hii ni habari kutoka channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubonyeza kitufe cha neno subscribe, na utaendelea kupata habari pamoja na matukio namatukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.

DRC. Na hivyo msikilizaji, ndivyo tunavyokamilisha matangazo ya Amka.